Kwa sababu Austin alinisaidia ada mimi. Unasikia mama? Austin alinilipa ada ya kwanza kwa kusoma degree. Austin, Austin, degree. Kwa hiyo Austin, nimesumbushwa na Austin. Mimi nimesumbushwa na mimi nimesumbushwa na Austin. Austin amenipa ada ya kusoma degree. Ada ya mwaka mzima. Austin nawapigia makofi. Austin oye. Haleluya. Alinipa ada ya kusoma degree. Kwa hiyo Austin ipo na mheshimu sana. Bwana apewe sifa. Lakini look at this. Ile binti alikuwa ni askari namtosha anamfanya afflictions nyingi kweli kweli. Then ile binti alikuwa anapenda Yesu. Kwa hiyo kila akija kanisani ni sani, kani mkali na mtoe nje. Kwa hiyo binti alikuwa anafahamu kwa sababu tunasali na yeye anasali. Akaja maana na ofisi, akaja mtumishi. Nimefukuzwa usiku wa leo. Waleo anaangaika kwa binti. Unaweza kufanya kazi gani? Akataka kufanya biashara ya matunda, nikapa shilingi elfu kumi naanoukumina ngapi? Akanua akanua text away, amen, na matunda 1000 akaya katakata kule mjini, moja ni kwa sikio, akauza kwa 30000 amen. Ikaja hamsini hamsini, laki laki laki laki mbili, laki tatu. Baada ya miaka miwili, kawa tembea kawa paka gari mahali sio badilisha kitu gani? Kumbe na mwenyewe kupana anatengeneza gari eh, oh mtumishi, wow brand ana IST yake pale, akaza mtumishi ile gari ah, hii naona hiyo na ina brand imekaa sio nini Amen. Nikata la frani. Ni gari yangu lenyewe. Huko ndani kuna wafanyakazi wangu. Wewe unaona wafanyakazi wewe? Akasema, namshukuru Mungu ile 1500 nisaidia. Leo nimefungua mgao mkubwa na supply chakula. Sina dada aliye nikamwambia, sasa dada yako yuko wapi? Dada yuko hata hata boda boda ana. Ile dada alikuwa na mtoto hata boda boda alikuwa anapanga chumba na sebule. Sawa? Leo binti amejenga nyumba. Goba. Kila affliction, kila vita unayopitia, uelewe kuna mwisho wake. Believe God. Trust God. Muamini Mungu. Ipo wakati mtumwa anapanda farasi, bosi anatembea kwa kwa mguu. Pokea upewa kwa jina la Yesu.

Haleluya. Amen. Shema sema Bwana Yesu asante. Bwana Yesu asante. Napokea. Napokea. Ipo siku. Ipo siku. Nitapanda farasi. Nitapanda farasi. Ipo siku. Ipo siku. Nitapanda farasi. Nitapanda farasi. Ipo siku. Ipo siku. Nitapanda farasi. Nitapanda farasi. Ipo siku. Ipo siku. Nitapanda farasi. Nitapanda farasi. Ipo siku. Ipo siku. Nitapanda farasi. Nitapanda farasi. Ipo siku. Ipo siku. Nitapanda farasi. Nitapanda farasi. Unaamini hivyo eh? Amen. Sema Yesu. Bwana Yesu. Mwezi huu. Mwezi huu. Mwaka huu. Haijalishi. Maadamu Yesu upo. Ipo siku. Simba atatoa asali. Huu maskini huu. Haya mazingira haya. Hii hali. Itatoa asali. Na kutabiria itatoa asali. Amen.